Baada ya tamko la Serikali siku ya jana hmm. hivi nani hapa anastahili kupongezwa kati kati ya, hatujaona tamko la Serikali lilikuwa ni juzi, sawa, kwa maana ya utekelezaji wake jana hmm. uh, wa kupongezwa mimi naona ni wananchi au Serikali? Wananchi. Kwa nini unasema wananchi? wa kupongeza wananchi kwa sababu yeah. Serikali yenyewe ilitoa uh, kupitia kwa waziri mkuu alitoa uh, salamu za, za, za, za, za, za miaka 64 yeah. za Mheshimiwa Rais yeah. Na akasema kwamba kama hauna jambo la kufanya mm. ambalo linakulazimu kutoka nje mm. Salia nyumbani. Unahisi kama watu hawana mambo ya kufanya ah, mambo ya kufanya, a, mambo ya kufanya yapo, <laughs> mambo ya kufanya, yeah. yapo. Yeah. Lakini kwa sababu ilitangazwa ni siku ya mapumziko yeah mbona siku za mapumziko zingine watu wao wanaendea na shughuli zao? Lakini lakini kutokana na, na uzito wa jambo kutokana na uzito wa jambo yeah, kutokana na uzito jambo. Yeah, jambo. lakini mimi naona wa kupongezwa ni ni, ni, ni wananchi kwa sababu kama wananchi wange wangeamua kutoka kama ambavyo walitoka uh, uh, uh, uh, Oktoba 29. Unanielewa? Kwa sababu Oktoba 29 pamoja hmm. hmm. na yote hmm wito huu wa kwamba hayatafanyika hayatafanyika ya maandamano kinachotajwa kwamba maandamano mm. Lakini bado watu walitoka unaelewa? hey. Tupokuja kutoka zile siku tano sita zile mm. za kukaa lockdown mm. Uh, yakaendeshwa tena yale ambayo nasadikia kukua ni nini maandamano ambayo mm. angefanyika tarehe tisa mm. Watu walikuwa wanaendelea kuzungumza kwamba yatafanyika lakini still bado hayakufanyika. Kwa hiyo ina maana kama watu wangeamua kutoka wangetoka. Ngoja kwanza una, kwa hiyo wewe unasema kwamba hivi wananchi wapongezwe sana na scenario iliyojitokeza tarehe 29 Oktoba eh. Watu siliama wakapiga kura, waka wakishapiga kura wakatuli hmm. nyumbani na walipiga kura. Kwa nini kilitokea na walipiga kura na walipiga kura, na kuna wengine inawezekana kwenye kuenda kupiga kura, aidha kuna wengine walienda na wengine hawakwenda kutokana na sababu mbalimbali. Sio kwamba watu wote walipiga kura, kuna wengine inawezekana hawakwenda kupiga kura. Ilikuwa ni siku ya kupiga tu kura na ilikuwa ni siku ambayo watu wanaruhusiwa kupumzika, si ilikuwa ni siku ya kupumzika pia? Ndio sasa kwa nini tupongeze wananchi wakati hata kipindi kile walizungumza hivyo, lakini kwa nini isipongezwe serikali ama jeshi la polisi ambalo limetoa tahadhari nyingi tangu tarehe Oktoba kwamba bwana, wanataja kuna mambo kumi na mbili ambayo jeshi la polisi limegundua yatafanyika. mm. Haya umezungumzia uh, salamu za mheshimiwa rais. mm. si ndio bwana. mm. kama toka, e. Ukiwa na emergency, lakini usisahau kitambulisho. Ehe, haya akaja Simbachawene naye waziri wa mambo ya ndani. mm. akazungumza mm. huku akieleza namna ambavyo jeshi la polisi limejipanga. Kumbuka mm. amiri jeshi mkuu naye akawa amesema kwamba e kama kuna maandamano yatafanyika tarehe tisa na yataairishwa kwenda mpaka Disemba ishirini na tano. Mm. wamejipanga kisawasawa mm. Asa, kwa nini tuseme uh, serikali ndo ipongezwe? Kwa sababu mm -mm. imehakikisha kwamba usalama upo mm. na imehakikisha kwamba, ime kwamba inatoa matamko kwa ambayo imedhibiti wananchi moja mm. kwa moja wao kuweza kutoka. Tunawapongezaje wananchi? Yani unajua kilichofanyika jana ni kama baba kwenye familia unapohakikisha watoto wamepata majukumu yao, wamepata Eh, mahitaji yao. Nelewa, ule ni wajibu wako wewe serikali, ni wajibu wake jeshi la polisi, ni wajibu wake. Nikimwambia binti yangu usipate ujauzito yeah, kabla hujamaliza masomo yako yeah, na binti ule akapata asipate ujauzito mpaka anamaliza masomo yake yeah, hapo nani anakuwa anapongezwa? Anapongezwa binti kwa kutopata ujauzito au, oh, mimi mzee ambaye nimemwambia binti yangu, binti alienda anaenda kufanya oh. nini nani mimi niombe binti yangu hey, sitaki kuona unapata ujauzito kabla hujamaliza masomo. Ndio binti amemaliza hajafanya nini, hajapata uja hajapata uzito. Uja uzito. Anapongezwa Hey. nani sasa, binti kwa nini, binti binti zinaenda kufanya wananchi <laughs> wananchi <Wanainchi suna laughs> <nonotoka? laughs> <Gonja. laughs> ndio wanaotoka hey, kwenda kufanya hicho kinachoitwa maandamano hey, naelewa hey. binti anakwenda ku, anakwenda kukutana na mwanaume kwa maagizo ya nani? sio kwa maagizo, huyo ni kwa utashi wake yeye, kama baba alishamkatalia usiende hey. Binti kaenda mm -hmm. na kapata ujauzito mm -hmm. Baba atakuja kumwambia, nilikwambia usiende na umepata mimi, si kwamba ukutii agizo langu. Kwa hiyo wananchi jana hey. Walichokifanya wamepima wenyewe hey. Kwamba tunatakiwa kutoka ama tutakiwa kutoka mm -hmm. Serikali ilichokifanya kwa maana ya ku ya, ya, ya, ya, ya, ya, kuhakikisha hali inakuwa sawa ni jukumu lake. Huyu mwananchi yeye alikuwa na uwezo wa kutoka ama asitoke. Kwa hiyo mimi moja kwa moja wa kupongezwa kinaambia ipongeze serikali, serikali siwezi kupongeza eh, ni imetimiza wajibu wake. Ah ah hapo mimi eh, mwananchi ndio nampongeza, kwa sababu mwananchi yeye hajatoka kwenda kufanya hicho tish, kinachwanasema hivi tish sheria bila nini shurti bila shurti ndio Eh, sisi ama, uh, upande mwingine umetoa maagizo kwamba msitoke, kaeni ndani na nini, na ndio watu wameitika, wamekaa ndani yeah. Tukija kufanya... ni siku ya uhuru, lakini uhuru wako, lakini tulia ndani na familia yako yeah. Angalia TV zote we, angalia visimbuzi, tizama kila kitu, tamthilia si nini yeah. Lakini serikali hmm. Ama wale walikuwa wanatoa matamko hmm. Wakifanya evaluation wanaona kabisa yeah. Tumefanikiwa, sisi ndo inabidi tupongeze. Tumehakikisha ulinzi na usalama, vurugu hazijatokea. Hapana, vurugu hazijatokea. Kilichofanyika nzuri ndio mpongeza yule ambaye eti mimi ambaye nimeagiza kwamba wasikilizeni tulia, yaani mimi na kwamba tulia? Hapana. Eh, hiyo siku hakuna kitu cha kufanya nini, si hakuna kutoka nje, hakuna kufanya nini, kaa ndani. Mtu ametia amekaa ndani hajatoka nje hajafanya nini, sasa natakiwa kupongezaje wewe tena anapongeza yule aliyetoa maagizo. Mfano ambao nimekupatia ulioniambia wewe kwamba binti, kwa nini amepata amepata ujauzito mm. Wakati baba yake alimwambia asipate ujauzito e. Yupo shuleni mpaka amalize kusoma e. Na hajapata mimi, si kwamba litia gizo la babake binti ambaye ameenda kupata ujauzito kipindi e. ambacho baba yake alimwambia asipate ujauzito uzito e. Akutia gizo la babake na nielewa, wananchi waliambiwa kaeni ndani e. Wamekaa ndani, wangeamua kutoka sasa ndo wametii, sasa ndio wametii. Ni pongezo mimi nitoa maagizo hapana. Kwa sababu nisinge toa maagizo wewe, yeah. We ungetoka wananchi wangetoka. Hapana, hapana, ngoja kwanza, mwananchi ndo anatakiwa. Hapana, nzuri. Yani unakubali lakini unakataa, um, yani, kama inakuja hapo kabisa mm -mm. Yani, kwa kifupi ni kwamba mimi, kwa kilichotokea jana, mtoto akiwa na maadili mazuri wanampongeza wana nani? <laughs> si unasema mtoto wa fulani yule amelelewa vizuri. Wewe wanampongeza binti?

ya serikali, ambapo serikali inabidi hapa ndio ipongezwe, kwa maana serikali imeweka ulinzi na usalama na kila kitu kiko sawa, na ndio maana watu hawajatoka. Kwa nini tusimpongeze aliyefuata agizo eh? Kwa nini tusimpongeze aliyefuata agizo? Sasa huyu sasa, subiri mpaka agizo litoke, lisingetoka agizo, kila kitu kinaenda kwa miongozo. Wa kupongezwa hapa ni mwananchi. Mwananchi hajatoka eh, kwa kutokana na wito ambao ulikuwa umetolewa, apongezwe kwa sababu aliamua kutulia nyumbani eh, aliamua kutulia nyumbani kwa sababu angeamua kutoka Mm. E, angeamua kutoka, angeamua kutoka, angekutana na hao. Mm. Eh, kwa sababu si mpaka uwe na kibali. Kwe, kwa kwa kile kilichotokea jana, wananchi ndio wapongezwe. Kwa sababu tukirudi nyuma vile ambavyo walikuwa naambiwa kwamba wasiandamane, wasifanye sio vurugu, wasifanye nini. Tisa wakatoka, lakini si ulikaa ndani kwa amani. Si, kwa ina maana ngoja eh, nataka nikuulize, ulivyokaa ndani? Si ulikaa kwa amani? Lini? Na ilikuwa siku ya uhuru. Jana.

mwezi wa kumi kabla tarehe 29 tulishuhudia viongozi wakizungumza, kuanzia Mheshimiwa Rais mpaka kushuka huku chini, viongozi wa dini, kila mmoja anahamasisha watu wasitoke kwenda kufanya hayo maandamano, lakini still bado watu walitoka. Naelewa eh, ina maana hawakutia gizo. Narudi kwako hapo sasa, pale tunamlaumu nani? Hawakutia eh, pale si hawakutia gizo eh Waliambiwa, hivi bwana, ukipiga kura hey. Kama mita sitini si mita mia eh, mita 100 hey. Kaa ndani ukishapiga kura rudi nyumbani, hakuna kulinda kura, si ndio? hey. Lakini baadaye zikatokea vurugu ambazo zilikuwa zimetokea hey. Oktoba 29 hawakutia gizo hey, hawakutia gizo hey. Pale hawakutia gizo hey. Jana watu wametia gizo. Sasa hapo anapongezwa nani? Mwananchi, kwa nini apongezwe mwananchi? Sababu ametia gizo eh, katia gizo sasa ngoja. Yeah. Mimi na wewe huenda tukawa na, tuna, tunajiuliza maswali mengi sio kwa majibu. Msikilizaji eh, ama mtazamaji, mtazamaji tunaomba utusaidie. Kati ya mwananchi aliyeamua mwa kukaa ndani ndio, na serikali ambayo imetoa agizo kwamba si, si, si, siku ya uhuru yeah. Eh, hakuna eh, mtu kutoka sherekeni kama unatoka nani, uwe na sababu maalum sherekeni ndio mnaangalia TV nani wewe eh, baba mama watoto tulieni ndani eh, kitu na ambacho tumetulia tumetulia tu ndani sasa tuambie nani anatakiwa kupongezwa hapa wote wawili, je, serikali au wananchi? Mimi majibu yangu ni rahisi kabisa, apongezwe mwananchi, serikali imetimiza wajibu <laughs> mi nasema hivi apongezwe nani? serikali iliyotoa maagizo yeah, kwa sababu mimi nikisema hapo ukatii, mimi ndo nakuwa master plan mwenyewe.